Habari gani za asubuhi, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Mnajua mm, ya kwamba kabla yote kabisa, ilibidi ya kwanza ni kusalimu au kwa maana nipate kujulia hali, nikiamini kwamba unatufuata vema kabisa katika vipindi vyetu, na hivyo kukuambia kuwa nasi mwanzo hadi mwisho katika kipindi chetu, nikikuambia kwamba tuna patikana katika mashariki mwa DRC ndikwa ambako tunapatikana huku Kivu yaku, ya Kusini kuja kukupasha habari katika nchi ya Kongo hata maeneo mengine tofauti, ikiwa tu zinatugongea mwamba kwenye kituo cha habari chetu cha Reality Mambo TV. Na hivi kwa leho ni tariki 25 mwezi wa Oktoba mwaka wa 25 ni siku ya juma mosi. Mtasari wa habari ukitionyesha, kitu cha kwanza ambacho nitakwenda kukupasha habari kutokana na mambo ambayo yaliendelea huko maeneo ya Nyengezi ambako kulikuwa mapambano makubwa kati ya M23 na Wazalendo, na kuweza kusikika mara ngapi wa jeshi wa kundi la mzee René Itongwa kuweza kurudishwa kuto kuenda katika mapambano, hata hali ya uko Misisi Amba imesikika hapo jana Ijumaa, tariki 24 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025, ambako kumesikika marumbano kati ya wajeshi la wafuliru hata na wabembe huku maeneo ya Misisi tarafani Fizi, na hayo ndiyo ambao utakwenda kuyagusia siku ya leo na kuweza kugongesha mwamba kwa habari hiyo, kaa chonjo Baada ya muhtasari wa, wa habari, na mara moja tugusie huko Nyangezi katika grupmenti ya Korongo tarafani Walungu, Kivu ya kusini mashariki mwake DRC, ambako kuliweza kusikika mapambano makubwa kati ya wahasi wa M23 na wazalendo, na hivyo kabisa ushindi kuelekea ngambo ya wazalendo. Lakini jambo hilo ambalo liliweza kusikika huko mapambano kundi la mzee Renei Tongwa, mkuu wa Wazalendo ambaye ana kundi lake, aliweza kutuma au kuonekana maeneo huko kuenda kusaidia. Wakakutana na kibambazi cha waaskari wa Warundi kuweza kuwazuia na kusema ya kwamba wasipate kuenda kumapambano huko kuwasaidia wengine na hivyo hilo likithibitishwa naye Paya Wabashimbi kutoka Lemera. Haijalishi bado kisa kujulikana, lakini tumsikilize. Ni Paya Wabashimbi maeneo ya Lemera. E, Lemera tuko salama, tunashukuru Mwenyezi Mungu ka habari mpya hiyo. Habari mpya ni kusema ya kwamba e, kwa kweli yale ambayo tunayoyasikia, kuna habari ambayo tumesikia kuhusu kazi zilizokuwa zikitendeka huko Nyangezi, kumeonekana vijambazi kule. Eh, wale wasoda Warundi walirudisha wenyewe, walikuwa wanaenda saidia wenzao, ili haikuonyesha sura nzuri sio. Katogota kuna nafasi ambako walipitia ni kudefie pour que waende raforse wenzao soda vale ba, ba, ba mzee Renee Tongo, ah, okay. Kisha una bwana bwana bwana kusema kwamba warudie awa vashimbini, habari za kumitandao au ni kweli, bali barudisha uko na uhakika? Sio za kumitandao, ndugu yangu, hapana. Hatuyui hatuyui motive ya ule kamanda umoja mwenye alitoa ile oda, hatuyui kabisa. Waliheshimia waliheshimia, wakarujia, hawakutia vurugu, waliheshimia kabisa. Kama mwananchi, ni kuambia tu viongozi ambao wanatusaidia, kama watu wamejitolea vile na nyi wote ni kazi moja, hakuna vya kupingana mkazi. Wakati mtu anasema, bwana acha tuende saidiana ku hali ambayo inajitokezea, ni kuwapa njia waende, na wewe mwenyewe ndio kiongozi ambao unawasimamia wote, ni lazima wape njia eh, kwa sababu watu wengi wako wanalia: ukombozi ukombozi ukombozi, utakuja kabla vita haviko. Ili ndo sa, msaada ni kuwajia wale ambao wamejitoa wahanga anga kwenda kupambana, wapambane. Lingine tu ni kutoa pole kwatu eh, ndo jambo la pole kabisa na visana. Jumatano tariki ishirini na mbili mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 na kuzungumza ya kwamba waliweza kuzuwilika na wale wanajeshi wa Kirundi kuwaambia kwamba ni mkuu jenerali ya Kutumba ndiye ambaye aliwaambia warudi. Hayo yakithibitishwa na kusemwa naye msemaji wa jenerali Rene Itongwa este ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anayeongea hapa si mwingine, ni msemaji wa MPLC-FPC chama eh, e, kinachoongozwa chongozwa na jemadari mkuu kamanda Mukure neitonga luhundu mkandama, ambaye sisi kikosi cha MPLC-FPC tuliondoka eh, kwenda vitani Uvira mu grupema ya Kalungwe, kweli kwenda kuramfursi wenzetu wazalendo e eh, wakina kamanda kanyima kadogo hoteli e eh, na wengine wenye wakukule ngambo za Nyangezi, Kaziba. Tulipokuwa njiani, tulipofika kwenye kampi ya mwisho ya Warundi fika hapo tukazuiliwa na Warundi, wanajeshi la Warundi. Ilikuwa siku ya tatu asubuhi, tarehe makumi mbili na mbili jeshi la Burundi likatuzuia tusipite, iti hatuwezi pita. Tukauliza sababu ni gani, wakajibu iti najaribu kuna haikuwezekana. Kwa hiyo ni jambo la mshangao tena la kusikitisha kuona sisi wazalendo tunaweza kuwa tunatiliana e, vipengamizi kwa kazi hii ya ukombozi ya kutetea nchi. Baada ya hayo yote kusemwa hapo, kuna mtu mmoja asiyeweza kutajwa jina aweza kuzungumza na kuonyesha mara ngapi hayo ambayo wanazungumza dhidi ya mzee Jenerali ya Kutumba ya kwamba ni ya uongo kabisa, kutokana na jambo hilo. Alikatala <laughs> njia. Watu wengine siri. Chambo yenu mtu kwa porte parole bila kwanza na nusu ku. ya mbele ya kusema kitu uwe usha kifanyia kazi. Ndasema kwanza sisi kama vile mumagame. Mimi hapa mwanaongea ni Dr. Olivier. Bo, sasa tulipita pale, mbona si pour la première fois tulipita pale. Sisi tulipita pale, hakuna shida yoyote. Wakati niliteremka Luvunge mpaka Uvira, mimi narudia kusudi nipite pale na leo wale niko na wasoda wangapi kama batano tu. Lakini baka nizuia. Mesiku nilikuwa na 37 persone, hapa baka nizuia. Wakati bazimu bilikuwa bingana nalala. Bazimu ilikuwa <laughs> inalala. Napita pale niko na 5 persone baka nizuia. Bonne chance Nikabadanganya keno mimi naenda mimi naenda Luinja bo, bakakubali. Apre kukubali, tukapita. Sasa narudile kusema, huyu ndugu yangu mwanasema keno eh, bali mwambia kama ni William achali katale. Eske William anjua, ndio ana komanda, ka tuache kutafutana tuache kizalendo ya kutafuta.

Baada ya hayo hacha basi tugusie huko maeneo ya Misisi, kijiji ambacho kinasifika kwa uchimbaji wa madini. Tarafa ni Fizi, Kivu ya kusini mashariki mwake DRC, kwa ambako kunasikika wazalendo wa Wabembe na wazalendo wa Wafuleru kuweza kurumbana kwa vikali sana na kulisha kabisa bunduki zao milio ya risasi iliweza kabisa kuleta wasiwasi wasi katika kijiji hicho cha Misisi. Tukumbushia kwamba kisa ilikuwa ni kwa sababu ya kutosha makamba katika barabara ilivyowekwa na wakuhu kutosha sheria hiyo, lakini ngambo yao wafuleru kuweza kukataa, na hivyo wakaweza kuwa mmoja katika ngambo ya Wabembe na hata Wabembe nao kujibia kuwa na mmoja wao pia, na hata hivyo hali kuendelea kurumbana vibaya sana katika kijiji hicho. Lakini ilipofika maeneo ya saa moja ya usiku ikasikika ya kwamba hali hiyo iliweza kutulia na hata kuwaruhusu watu wapate kuendelea na makazi yao ikiwa kama kawaida.

Ngambo ya Lulimba kule kwa ile mama katikati kule kwa mkota ka mkoba kule, kule. Kule napigania kule mpaka saa ya magharibi basi

ndio sasa ilikuwa na na nyamazi kwenyele na kutumia pale kyechinja hua yayanasema. Na huo tu ulikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari, ni kuambia asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, ni kukuambia kwamba tu Unaweza ukabonyeza hapo like kuonyesha kama tuko pamoja, kushare wengine wapate kupata habari na kuzifaidia, kama jinsi unavyoweza kufaidia na hata kucomment ukiwa na maneno, lakini usisahau kujiunga, ikiwa wewe kabisa haujawahi kujiunga kwenye channel. Huwa unapata habari zote mapema na kituo cha habari Reality Mambo TV, nikisema tu asante.